Hapo serikali ya kaunti hiyo kupitia kwa wizara ya Kilimo na Mifugo imewaonya wanaoendeleza biashara ya kuwanunua punda, kuwachinja na kuuza nyama hizo kwa wakazi katika maeneo tofauti nchini kuwa watachukuliwa hatua kali za kisheria. Kulingana na katibu katika wizara hiyo Dr. Stephene Mbaya, amedokeza kuwa kaunti ya Kitui ina punda zaidi ya elfu mia moja na sitini kutokana na, na uchinjaji huo usio halali idadi ya punda inaendelea kupungua. Aidha ametoa wito kwa wakazi kuwa makini wanaponunua nyama, na iwapo watashuhudia uchinjaji wa punda maeneo yao wapige ripoti katika vituo vya polisi. Nataka kutahadharisha wanabiashara hawa ambao wanafanya biashara ambayo sio ya kupendeza, kwa sababu punda mingi zimekuwa zikichinjwa kwa vichaka, na hizi nyama zinaenda kwa zile buchari na watu wanapata na kula nyama ya punda. Mtu anafaa kula nyama anayojua. Public Health Act na Consumption Act, na pia mambo ya uchinjaji ya nyama iko very clear katika Meat Act. Kwa hivyo nataka kutahadharisha na pia kuone those are scriptural dealers. Ikiwa wewe unaenda kwa soko kununua punda ambazo unajua vizuri sana hizi punda sio za kwenda kuuza kwa soko ingine, ila ni za kwenda kwa kichinjio ambacho si halali, ndio uchinje nyama ambazo zitaenda kwa chakula na kwa tumbo za watu ambazo hazijui. Ujue sasa, wewe tunataka kukwambia, tunakuangalia na kama county government, the national government and the security apparatus na chiefs na kila mtu, tuko macho. Kwa hivyo naomba kila mtu, mwananchi, na wanasheria na washikanda wote, kama vile waziri na wale wengine katika county government wamesimama na wako kidete katika imamu, tushikane pamoja, tukomeshe hii kitu.